Hello ladies and gentlemen, habari, karibuni tena kwenye Diena Academy Highlights, sehemu ambayo unapata elimu pamoja na taarifa za msingi sana hasa hasa kwa wewe ambayo unapenda kuwa mjasiriamali kwa njia ya kidijitali. Unapata uh, taarifa ambazo zitakusaidia kuweza kujua industry katika position gani, na wewe pia uweze kufanya maamuzi gani, ili uweze kujipunguzia riski ambazo hazina ulazima, lakini pia capitalize engagement yako na uh, digital entrepreneurship, uh, uh, uh, realm. sasa Uh, kabla sijaenda kuzungumza nini ambacho kimenileta hapa leo, kumbuka tu tunapewa nguvu na encrypted wallet, moja kati ya wallet bora kabisa, ambao ukitaka kujenga portfolio yako uh, ya digital assets basi nitakurecommend yes, kutumia wallet ya encrypted stable. Play Store ama App Store, uh, sehemu yoyote ukiwepo, unaweza ukaitumia tu kwa ajili ya kujenga portfolio yako na access activities nyingine kama play to earn etc. ambazo unazipata kupitia ecosystem ya blockchain na cryptocurrencies. Sasa let's get back to what has brought me here today for the highlights bwana. Uh, one of the thing ambacho nimekuwa nikijaribu kuiangalia sana ni namna ambavyo these uh, uh, superpower countries zina approach namna ya kuadopt matumizi ya cryptocurrencies, na one of the thing ambacho nimeona mara nyingi kikileta some sort of, uh, Uh, I don't know if it's a contradiction or something uh, kwa sababu kama nilivyosema last video ambayo nilifanya jana, nilisema the main aim ya cryptocurrency ukiangalia kwenye makaratasi ilikuwa ni kutengeneza new system ya kufanya malipo, lakini namna ambavyo super power countries zinafanya adoption ya hii teknolojia ya uh, blockchain kupitia cryptocurrencies it's something when I treat kama asset. Sasa leo benki kuu ya Russia benki kuu ya Russia imetoa tangazo imetoa tangazo ikitaka kufanya preliminary test ya kufanya investment kupitia cryptocurrencies na katika proposal, kufuatia uh, maongozo au matakwa ambayo rais wa Russia Bwana Vladimir Putin alikuwa ametoa kwa benki kuu ya Russia, wao wamerespond leo kwenye official page yao wakiwa wametoa proposal ya kipindi cha uangalizi wa miaka mitatu kuwekeza katika cryptocurrencies kwa group fulani ambalo limekuwa targeted na lakalo chaguliwa na watafanya investment katika mazingira ya uwazi, ambapo kutakuwa na sheria ambao zita wa guide namna gani wafanye investment. Lakini si hilo tu, kutakuwa na introduction ya strong penalties in case mtu ambaye atakuwa amechaguliwa kuparticipate kwenye hiyo trial period ya miaka mitatu akaviolate zile sheria ambazo wamejiwekea. Moja kati ya proposal uh, vitu ambavyo nimeona kwenye proposal ambavyo wameviandika, wamezungumza kwamba Um, watu wote ambao wana at least securities au assets zinazo worth dola milioni moja, point moja kwenda juu, pamoja na makampuni ambayo yanahisi hapo kwenye position ya kufanya investment, wakiwa wanafanya vizuri analysis ya risk, kwa sababu wanajua kabisa cryptocurrency investments zina involve risks za volatility. Kwa hiyo makampuni na watu ambao wana kiasi cha pesa basi watakuwa kwenye ile uh, closed regime ambayo itakuwa inafanya trial ya kufanya investment kwenye cryptocurrencies. bear in mind wamesisitiza kwamba ile sheria ya zuio la kutumia cryptocurrency kama njia ya malipo iko pale pale. Kwa hiyo wata invest kama assets, lakini hawataruhusiwa kutumia cryptocurrencies kama njia ya malipo wakiwa Russia. Although waziri wa fedha wa Russia Bwana Anton Siluanov uh, amezungumza kwamba mwaka 2024 kwa kiasi kikubwa, uh, makampuni mengi sana yamefanya cross border payment yani, international payment kwa kutumia cryptocurrencies kwa sababu ya kupokea sanction nyingi sana kutoka Western uh, ambapo walizuia kutumia Swift na kadhalika kwa sababu ya kuwekewa vikwazo kutokana na vita ambavyo vinaendelea kati ya Ukraine na Russia. Kwa hiyo, wali opt kutumia cryptocurrencies for international payment. Kwa hiyo, alisema kwamba kuna kiasi kikubwa sana cha makampuni ambayo ya yalikuwa yakifanya biashara yametumia cryptocurrencies kama njia ya malipo baada ya kuwekewa zile sanction. Uh, lakini kwa ndani ya Russia, lile grupu ambalo litakuwa limewekwa kwa ajili ya kufanya trial ya investment za cryptocurrencies kwa muda wa miaka mitatu, ile proposal imewekwa wazi kabisa kwamba ni makampuni na watu ambao wana worth ya securities au assets zinazo worth dola milioni moja nukta moja au zaidi. Lakini watafanya kama investment assets on a trial, lakini they will never be allowed to use cryptocurrencies as an exchange medium so What do we say? It is treated as an asset again. Marekani, they are using the same approach. So, I don't know. Idono uh, kama cryptocurrencies zingekuwa treated kama pesa manake vita kati ya mabenki na crypto na serikali ingekuwa kubwa sana, na, you know, for the government to have a control of their community na na control na kitu cha msingi ambacho ni finance. Kwa hiyo, I think hii approach ambayo imekuja kutumika. It is relevant, to be honest, lakini at the same time I think imetengeneza urahisi wa kuadopti matumizi ya sarafu digitali kwa sababu kama ninavyosema kila siku ukitumia hizi uh, volatile asset kama Bitcoin wewe fikiria kwa mfano, mimi na duka langu hapa unakuja kununua vitu vya milioni tano au milioni mia, unanipa Bitcoin moja labda pengine au 0.5 ambayo ina worth milioni mia, alafu unaondoka. Kesho asubuhi nataka nikafunge mzigo mwingine, Bitcoin imeshuka inasoma milioni sabini. Nitasubiri mpaka ipande au nitaenda kununua hivyo hivyo? Alafu ile hasara niliyopata nitawahamishia wateja. Unakuta kabisa unakuwa ni uchumi ambao haumake sense, kwa maana nakuta adoption za nchi nyingi kwenye cryptocurrencies zimefocus zaidi kuifanya kama asset, na kama unavyoona hata Russia pia wameintroduce mpango kazi wao kupitia benki kuu kwamba wanataka wafanye trial ya kuinvest kwenye crypto ili waweze kuassess effectively faida na hasara, ili waone kama nchi inaregulate vipi matumizi ya sarafu digitali ili yawe na maslahi kwa watu lakini na kwa nchi nzima That is how the approach of the uh, central bank of Russia imekuwa na hili tangazo limetoka. Um, nikicheck tarehe hapa limetoka leo actually, na ukiangalia kwenye screenshot yangu huko nyuma unaona kabisa tangazo lipo, so it's a good thing. Na tunaona the adoption is moving to the next level and uh, the cautious approach ambayo inatumika ni nzuri, kwa sababu hiki kitu ni kitu ambacho kimeanzia sana kwa jamii, na misleads zimekuwa nyingi, loopholes za watu kuibiwa ziko nyingi na changamoto ya serikali ku lose interest au maslahi yake kupitia teknolojia kama wasipokuwa na mazingira mazuri, inaweza kuwa kubwa, kwa sababu uh, nchi inatakiwa ione inadhibiti vipi matumizi ya sarafu digitali kwa maslahi mapana ya mtu mmoja mmoja, lakini na nchi kwa ujumla. So thank you very much for listening, ladies and gentlemen, msisahau kwamba tunapewa nguvu bora kabisa. Ukitaka kujenga portfolio yako ya digital asset, kuplay games kwenye blockchain and much more services tembelea Play Store ama App Store, download hii wallet. Popote pale ulipo duniani unaitumia, na unaweza unaweza ukafaidi kwa kutumia kujenga portfolio ya assets zako za kidijitali. So that was it for today, ladies and gentlemen. Don't forget to subscribe and make sure unaendelea kufuatilia na kujua kabisa kwamba hizi taarifa ambazo tunazitoa hapa zitakuwa na msingi na maana, kama unajua nini tunachokizungumzia. So as always say Do not do any kind of decision kama hauna uelewa na hivi vitu. Kumbuka every business imekuwa associated na riski zake. Sasa kwa wewe kama mjasiriamali kumbuka unapotaka ku take risk lazima u assess advantage side and disadvantage side. Sasa ukiona advantages zina ku favor zaidi kwa mjasiriamali tunaita ni opportunity. Kwa maana hata inchi pia ukiangalia adoption za cryptocurrencies wanaangalia faida na hasara wakiona upande wa faida ni mkubwa kuliko hasara, then watangalia namna ya kutengeneza policies ambazo zitaguidi matumizi sahihi ya hii industry mpya ya cryptocurrencies pamoja na blockchain ecosystem. Thanks a lot for listening and don't forget to subscribe. Ciao.